Niko kwenye mizunguko zunguko yangu kuna dalali mmoja, inaitwa Selemani, nilikutana naye akaanza kuniambia kumbe kuna mzee anauza shamba, shamba? Mm. <laughs> Mm. Nikajaribu kumdadisi akaniambia jina lile ni mzee wetu ambaye ni babangu mimi. Oh. Sasa, nikasema sasa, kama mzee anauza shamba na wakati nimetoka ni tu kuongea naye, nataka sisi watu wengine sisi hali zituanze kulima, alafu leo hii nasikia mtu wa, kwa mtu anauza shamba. Nikasema labda nikuulize nikufuate wewe hey, ndugu yake labda unalijua kiundani ili swala au, yani, una dokezo lolote nalolijua kuhusu ili swala la kuuza shamba wa nini? Kifupi sitambui kitu chochote kile, yeah. Kama baba yenu nyinyi kuna eneo analiuza, sitambui huo labda ni mpango wake, kulingana na safari baba yenu. Kifupi pombe zimemtawala sana. Sasa ye atauzeje eneo bila utaratibu, alafu na nyinyi kama familia msitambue? Yani mzee wangu mimi, yeah, yeah. nashindwa kuelewa, nikajua labda wewe ndugu yake unaelewa. Hata kidogo sitambui kitu chochote kile. Sasa mzee, tunafanyaje kuhusu hili swala? Maana wewe ndo ndugu yako, na sisi sisi ndo watoto wenu, sasa akiuza maeneo aba yule kifupi, nitakia tukae naye mimi. Hmm, kama mdogo wake nitakaa naye afu, kwa nini unauza bila kuipa taarifa familia? Huo ndio utaratibu wa wewe, mwenzangu? Hmm, ulioanza safari hii na kinyinyi, kama familia lazima pate maeneo. Mmeshakuwa watu wazima sasa hivi ndio saizi, ndio wewe unaona. Hey, mzee wangu sawa. Mzee wangu mimi nimekuelewa, basi naomba ukae naye tu, umwelekeze ajue, sisi wenyewe sisi ni watu, sisi tumeshakuwa vijana. Kwa akianza kuuza maeneo, mwisho wa siku tutakuja sisi, tutarudi kuaibika. Hilo limeisha, lazima mimi nikikutana naye moja kwa moja, mimi nikiona namuuliza, na kataa, ntawashirikisha na nyinyi kama familia. Natangulia kwanza kumuliza peke yangu e, akibisha ntawashirikisha na nyenye. Na wewe hiyo taarifa uliipata kwa nani? Kama yeye anahitaji kuuza eneo shamba uliipata kwa nani? Basi pale tutaelekeza kama mimi baba nilisia kwa mtu fulani, kama wewe unahitaji kuuza shamba, sawa e. Mzee wangu, mimi bwana nikuja kwa hilo tu. Sawa, basi ngoja mimi nitoke, nikaendelee na mizunguko yangu. Swali so, so, langu ni hili. Ili kuelekeza. Sasa bwana. Yule eh. jamaa niliona na naye? Hmm? Akasema anataka ajue bei. Bei tu. Mhm. Um. Niambie. Uh, bwana kamaelekeze. E, e, milioni hizi? Milioni tatu. Milioni tatu. Sawa sawa. Eh, haipungui wala kufanya nini. Wala iongezeke. Ah uh ah. -uh. Sasa mimi naona haina shida. Eh, hoja niende kwa yule jamaa nikamwambia kuwa bwana, bei imetajwa ni milioni tatu kamili, tena ufanye chap chapuchapu. Ana nadaiwa ada hapa, haina shida. Umenisikia? Sawa sawa, kama nilivyokuelekeza, haina shida. Mambo yangu ni yale yale. Haya, poa, nitakuja nitakuja naye.

Uh, bana karibu, umefika oh. Yeah, uh, najua kila uji wako bwana, ndo furaha yangu. A jamaa, sijui bila shaka nipo bwana Edgar, punguza kidogo sauti, maana nataka kusikia na vizuri aa bwana, kilichonileta ndio jamaa ameniambia 15. Cha kitoto hicho bwana mm. wala ay, ay shamba nakwambia bwana Sele shamba kama ni zuri linalizisha mm. kabisa alhamdulillah. Niko vizuri. Ah. Milioni 15 bwana Sele ni pesa ya kitoto kabisa yani. Sawa sawa. Yaani, kwangu wala ondoa shaka na. Na. Na. Na shamba. Hakuna shaka, hakuna tatizo. yeah, yeah. Nadhani subiri pale nje mara moja mwe, si mwelekeze, iko hivi ndiyo Sele kuja siku za nyuma hapa, kama nakumbuka mwenyewe nje kule. Huyu bwana ni dalali, katuletea taarifa mpya kabisa, kuna eneo linauzwa, Sele, eneo kwa uhakika waliokuja alio nao hapa. Ndio eneo ni zuri na ni safi kabisa, ina maana hiyo. Katuletea bei leo milioni 15 na tukalipate hiyo sawa. Sasa blaza <tri>

Messi. Hivi ba mdogo hapa ndo mtafute ba mdogo. Ngoja nimpigie simu. Ni mradi sio mbali. Unaona?

Waliniona mchafu si level yao, nuka jasho. Na mimi nikafasi kuwaso mpaka leo nimepata kipato li... Halo, bi mkubwa. Halo, mimi maisha hapa nyumbani naona kama mimi ameshinda hivi mimi sielewi kabisa yani. yani hapa bi mkubwa anachotaka mimi, yani mimi nijikatae niende, na mimi katafute mke wangu. mimi bwana, mimi nimechoka hapa nyumbani, sijui kama sister ataendelea kubaki hapa ataendelea kuishi naye Haiwezekani, maneno unaoongea maneno unaoongea, haiwezekani. Ay, labda msubidie baba yako uje muambie. Mkiwa mna mia mbili tu mnataka kuondoka hivo? Di mkubwa, so, mi maisha hapa nimeachoka yani. Hapa sasa hizi tayari mmesha mmehangaika hela huko mmepata, mnataka kuondoka eh? Mtatuwekaje sisi mama zako? Tuko nyumbani, tutafutie kwanza hela Ndaka nikatafute huko mbele maisha so, pakiwa e, mnahela tu mia mbili zina watambalia hizo basi. Sasa, weo, sasi, mtu wacha, hivi hivi. Ah, lakini nomba, tu, nibariki, mi nikuwa baraka zako tu, bimkubwa nibariki mi mtoto wako, kama subilia babako arudi umuage babako. Baba, mimi nataka kuondoka, lakini mimi sikubaliani uondoke kabla ya babako Yani bi mkubwa ndo hapo yani hapo hapo yani bi mkubwa, unielewi kwa nini? Haiwezekani. Haiwezekani mm-hmm. Mi kila nikikwambia bi mkubwa mi nataka kutoka bi mkubwa, unielewi? Haiwezekani, haiwezekani ukatoka kabla hujamuona baba yako. Ila mi bi mkubwa, maisha hapa nyumbani mi sijalizika kabisa yani. Muulize kaka dadako kama kweli atawezekana ku, akushauri kusema mama eh, hey, ngoja uondoke sasa bi mkubwa. Huyu si mwanamke tu huyu, kama baba yako hayupo, haiwezekani uondoke utuwache sisi hapa nyumbani. We mama msubirie baba. Sasa akiniruhusu baba aku, kisa, au baba niondoke, ni ni mama hajaniruhusu, naondokaje tu. Wewe angalia mfungu ulivyokubali. Kwa hiyo akitoa tu hapa inakuwa mali ya mshera. Basi moja kwa moja. Yaani huyu atakapovuna maana nilikodisha. Mimi nataka nivuruge, uvuruge shamba lile limfunga hapo. Basi wewe kubali hili swala swala hii. Umeona hili shamba lina rutuba. Sawa. Kwa hiyo hapo bwana, kikacho kitakiwa hapa, hela ipo, unanikabidhi hili shamba, muhula ujao, mali ya kwako, tuko pamoja. Bwana Edi. Ndio. Hili mdogo wangu ni shamba. Ko sasa, kama ni shamba lina ubora lina kila kitu, kangu mimi hapa shamba nataka familia ina a mpaka niipe taarifa familia, kati shamba la kwa. Hii ni familia yako, shamba la kwako. Na kwa hiyo unauza bila utaratibu. Utauzaje shamba bila utaratibu? Majukumu ni mengi bwana mdogo. Bwana mdogo mwambie wewe, hamna majukumu mengi. Ilikuwa nataka uniambie mimi, mdogo wako nipo. Kwa nini uninipi tu mdogo? Bwana mdogo mwelekeze huyo. Anamuonea sana mama kwa sababu mama hajui kuongea. Majukumu, limeshakuwa kwangu mimi. Sawa, hata kama la kwako lakini sio la kwako, la familia. Hilo shamba hujatafuta na mke wako. Shida mzee, angalia mama, kwa sababu mama ajui kuongea, unafanya vitu e

Ndio, huyu anauza shamba bila utaratibu, familia haijui. Shamba la kwako, lakini familia yako lazima ina maana. Sasa familia haijui, haijui imejuaje huku tena? Si wamewaona mnapokuja huku kwanza, hata taarifa yenyewe. Huyu mimi ni mdogo wake haniambii, lakini wa, watoto walivomwona huyu anakuja shambani, wameona nipigie simu. Tayari umeona mambo haya. Wanipigie simu sasa. Mimi bwana, hili shamba mpaka wamalize mgogoro huu. Sasa hili shamba bwana. Sawa kakaeni, hatujakataa. Twende, mdogo wangu,

Sawa bwana, kaka, swala uliolifanya sio zuri. Kwa nini? la kuuza shamba bila utaratibu, bila kushirikisha familia. Kama familia mwanawake i shambnaotata litafuta peke yako. Hey, lakini ni shamba la familia kitu chochote ulichotafuta wewe ukiwa na hawa mama Mona, hilo ni shamba la familia. Si unaamua tu peke yako. Sijui umepata tatizo, mimi mdogo wako uniambie, wala watoto wako waambie. Mona, unaenda kuuza shamba. Ardhi, wewe mwenyewe unaifahamu ardhi ilivyokuwa na zamani zaidi. Lakini, lakini ba mdogo, ukiangalia kwa kwa undani zaidi. Ukiangalia kwa upande wa mdogo wenyewe, hajashirikisha mtu yoyote. Yupo ndugu yangu hapa, hana taarifa yoyote hapa. Enyewe nimekaa naye pembeni, nimemuliza vipi hili so naelewa, ananiambia elei lolote, sielewi mimi, sielewi chochote. Ndo kwanza nalisikia saa hizi hili jambo. Mzee, kwani sisi watoto zako mzee? Nataka kulipa pesa. Pesa pesa mzee. Na maana wewe pesa yako ndio uuze mashamba mzee, pesa ni nini? mashamba kuna tatizo gani kubwa ambalo limekubana? Ndio Kwanza anadai hapa milioni moja. Mbona sasa? Sasa, Sasa Milioni moja, kifamilia, familia, familia, wewe, wewe, Wewe unachokifanya mimi, mimi, Mimi huelewi, sijui hili suala mgogoro kule shambani, kama ni na mojamafokan